Mimi ni Prince na hapa ni Face karibu Face Instagram Twitter, pamoja na Facebook, zote ni Face Media TZ, unapata information na in update zote za kiburudani, lakini leo nimesogea mabibo sokoni, ambapo lipo duka ambalo linafahamika kama Zamandani. Zamandani ni mfanyabiashara wa nguo kama unavyoona Duka ni kubwa na hapa ndipo ulipotokea wizi au wezi. Wamekuja kuvamia hapa na kuiba baadhi ya vitu sasa, na nguo sasa. Nakutana na jamaa wenyewe ambao ni wauzaji wa hapa, ili kuweza kutuambia nini ambacho kimetokea na ilikuwaje, mchongo mzima. Wameiba, wamefanikiwa kuchota nini na nini? Na hao wezi ni wakinamama, ni wakinamama aina gani? Mi naitwa kwa majina, naitwa Dula, ni mmoja kati ya mfanyakazi wa hapa katika hili duka letu ambalo Zamandani Eh, ni kweli leo umetokea kitu cha ajabu sana. Wametokea watu ambao hawaeleweki wa ajabu, wamekuja wametufanyia mchezo ambao si mzuri kwa kweli, wametuibia mzigo mkubwa sana sana sana, tume mzigo mkubwa sana. ah, situation ilikuwaje? na huu mchongo kwa wewe ulivyoona, ni umepangwa au kimetokea nini? Eh, huu mchongo unaonekana umepangwa, wenyewe wamepanga kabisa kwamba kuja kuja kwa miza milioni kuja kuiba hapa ndani. Kwa sababu mchongo haujaanza leo, umeanza tangu jana kuja kusoma ramani hapa ilivyo, ili waje kupata kuchukua mzigo ulivyo, sawa? Wamekuja jana jioni hapa, walikuja wameingia wamechora ramani hapa, wamemaliza fresh. Leo asubuhi wamekuja tena, wamekuja wamechukua nguo wameondoka. Wamekuja tena, wamechukua nguo wameondoka. Kwa hiyo inaonyesha kabisa huu mpango ameupanga kabisa kwamba si tunaingia hapa tunachukua mzigo fulani, kitu fulani tunaondoka nao. Walifanya ni mchezo kwamba naenda, anarudi, anaenda, anarudi, anaenda, anarudi. Ah jinsi, e, ilivyokuwa. Kwanza duka lenu nyenye la muda gani mpaka sasa hivi? Ah, duka letu alina muda mrefu, ndio kwanza kama lina wiki moja hivi na, na siku yake kama mbili au moja tangu tumefungua. Walikuwa ni watu wa aina gani, na nyinyi mliwashtukia vipi watu hao? Nilikuwa ni wanawake wanaani, wamama watu wazima, walikuja hapa, walifanya kama wateja, sawa, wanahitaji nguo nini, wamekuja wamechagua, chagua nguo fresh nini, wengine wana tuzuba zuba nini, waka wanavuta mdogo mdogo. Sisi sisihisho tumekuja kuishtukia, tumefunga CCTV kamera katika, katika duka letu, sawa. Kwa hiyo tulivokaa, tumeuza tumemaliza, walivoondoka, tumekaa sasa, tumetulia tunaangalia biashara imeenda vipi, biashara ya kwenda sawa. Tunaangalia ma mauzo yaliozika ni tofauti na watu walivyokuja. Si umeona? Na mzigo uliotoka ni tofauti na hela ilioingia. Kwa hiyo kabidi sisi tuangalie kwenye CCTV camera imekuaje? Kuangalia katika kamera tunakuta hiyo hali kwamba wanachukua mzigo mdogo, mdogo. Kwa hiyo kabidi tuache makisura zao katika kamera ili wakirudi tujue tunafanya vipi, tuna deal nao vipi ili tuwakamate. Kwa kwa wao alivyowaona ni, ni wezi ambayo wana experience au ilitokea tu. Kwa wanavyoonekana ni, ni watu ambao kwanza wanajuana na wana experience kubwa sana, kwa sababu wakija dukani ni kama hawajuani, yani watajifanya kama wanajuana watatu, ila ni kundi lote lile, ni kwamba wanajuana watu, watu kama kumi, na ni mazingira ambayo tayari washasoma, toka jana walishakuja, wengine wameshanunua hadi baadhi ya jinzi, t-shirt wameshanunua, koo na leo pia wananunua vichache, ila michezo yao ndo wa, wa, walizolipia ni kama kiasi gani? Au wamechukua ni aina gani za nguo, au kweli wamechukua jinzi, wengine wamechukua kofia, wengine wamechukua t-shirt, ila mmoja anachukua mbili, mmoja anachukua moja, mwingine anachukua jezi moja, jezi tatu ambazo tayari walizilipia. Ila ambazo tayari walilipia waliondoka nazo, waliondoka nazo, ndio awamu ya kwanza. Ya pili pia wanavyokuja, kwa sababu wanakuja kusema, inaonekana ni watu ambao staili yao ni kama wanaenda pia kuuza Eh, wanaenda pia kuuza kwa akija anasema ile t-shirt fulani watu wameipenda sana. Unampatia nipe kama, kama hivyo. Asante eh, ni sana eh. Namshukuru Mungu, namshukuru Mungu ni kwamba tumeweza kuwakamata eh, na walivyo pia walivorudi tena mara tatu, tulivowakamata walirudi vile vile, staili anakuja mmoja anaulizia kitu anakuja mwingine, kwa baada ya sisi tushawasoma pale tushajua hizi sura zao kwa anavyokuja tunamkaribisha pia tunaendelea kumhudumia kama mwanzo. Ehe. Kwa alivyoingia wakaingia wote watano basi tukasema hawa watatutosha ndio okay. Tukawakamata. Tukawakamata. Kwa mlo wakamata kwa ni kama wangapi? Tuliwakamata ni watano. Wote ni watano. Eh, wote wa kimtoa kina. Eh. Kwa wale wengine walifanikiwa kuondoka na hawa. Wengine hawakurudi. Hawa, eh, walivyofanikiwa kuondoka ile hawakurudi tena. Neno lako ni lipi, labda kwa hao wezi na wafanyabiashara wengine? Maybe wawe makini kisiwatokee kama hichi ambacho kimetokea. Usimwamini kila mtu e, japokuwa wewe kama mhudumu unatakiwa umpe huduma nzuri na kumuonyesha kumwamini, ila unatakiwa uwe makini na biashara yako. Unahisi bila kamera msingeweza kugundua chochote? E, bila kamera ingekuwa ni ngumu ingekuwa e, ni ngumu sana tungegundua kwa sababu mwonekano wa namna ulivyopangilia ungeweza kugundua ila kuagundua, sasa wale pale, kama ni wezi, kama ni wezi, hata kama wangekuja siku nyingine ingekuwa eh, kutokana, baadhi wamevaa ni kabu wengine, wengine sura zao zinajulikana, ila ingekuwa ni ngumu, siku nyingine akija kabadilisha mavazi na kuwa ni ngumu. Katika wale wote uliowaona hakuna waliofanikiwa kumtambua hata mmoja? Mm, wote nimewatambua wote ambao tumewakamata ni watu ambao walikuwa hawajavaa ni kabu eh, yani hawaja, hawakuficha sura zao eh, kwa sura zao zilionekana wazi. Ni hawa n si lakini, wale wengine walio vanikabu wote waliondoka atukupa. na mlivyompigia mwenye duka alivyokuja anasemaje, au ya teki yake ipi? Ni ipi kwanza, ni kwa sababu wakati tumewakamata duka lili taarifa zilizagaa watu wakazunguka kidogo, kwa usalama ukawa ni mdogo, watu e, wakajaa sana nje, kwa ikabidi nifunge duka kwa ajili ya usalama wao Sawa, wamefanya kitendo cha wizi, ila nisingeweza kuwatoa ku expose kwa watu kwao. Nilivyompigia yeye, akapigia polisi. Kabla hajafika polisi, wakawa wamefika kabla yake, polisi wakawachukua. Kona hai, kuna polisi. Ah, okay. mm -hmm. Bwana, sisi tunashukuru bwana, baada ya kusikia tukio tukasema acha face tufike tuweze kuzungumza mawili matatu na kuwajuza watu pia. Shukrani sana, tunawashukuru sana kwa ukarimu wenu wa kufika mapema na kuweza kujua hali halisi ya tukio bwana. Haina noma, poleni pia. Mimi ni Prince na hii hapa ni face. Kazi yangu ni moja, kuhakikisha kwamba nakusogezea information na update zote ambazo unatakiwa kuzipata kwa wakati. Niko Mabibo sokoni na hili ni duka ambalo linafahamika kama za Mandani yani kama uko nje ingia ndani, yani zama ndani, usikae nje ukaogopa kuweza kuingia. E, ni duka la vioo. Inawezekana lingekuwa somewhere huko posta Kariakoo, lakini liko Mabibo, ni duka la kisasa. Kwa hiyo cha kufanya na kuhakikisha kwamba unasogea hapa then unaweza kupata jinsi kama unavyoona director Rami unaweza ukakutana jinsi zako hapa, na nini, ukaendelea kushaini ukaendelea kutupiga picha na kuchukua video kali kabisa. Mimi naitwa Prince na hii hapa ni Face. Instagram, Twitter pamoja na Facebook zote ni face media tz. Hakikisha kwamba una subscribe notification hiyo, unakuwa unapata information mpya kwa wakati kabisa. Enjoy.